Mwalimu wangu wa primary aliniambia, sometimes ukitaka kufanikiwa ukitaka usipate manunguniko ya kitu ambacho unakifanya au usikuumize, angalia watu wanaofanikiwa kupitia wewe. wa alisema bonge, kwa sababu zamani kwa mnene, sio alikuwa anita bonge, ananiambia bonge, najua darasa langu mimi ni wengi wanafeli, lakini kuna baadhi yenu huwa mnafaulu, kwa hiyo ndio mnanifanya mnanipushi mimi nijue okay, ukiachana wengi wanaofeli, ila kuna wachache ambao wanafaulu it means wananielewa kwa sababu wote mmekuja shule hapa, mjui kitu, lakini kwa nini ninyi mnafaulu wengine wanafeli? Kwa hiyo nyinyi ndio mnanifanya mimi ni keep na keep going. Ni, ni moja this my brother ni moja wanafunzi wangu ambao huko nimemsave, eh Mselem champ, na hiyo yuko Zanzibar, so it like he is really champion. Unajua, ukiona video zake mbili na huyu mtu ambaye amebeba gasi kwa nyuma, yani kuna mabadiliko makubwa sana. Uh, anajaribu pia kwenye kwalia ndugu zake amesema, nitaekea voice yake hapo mwishoni, lakini ni ngumu kuelekeza watu, ni ngumu kuambia watu kwa, unaweza kubadilika, unaweza kupona magonjwa yako, unaweza kupungua, kutimiza mwili wa ndoto zako, unaweza kupungua uzito wako bila kuongezeka tena. Unaweza usitumie shot kati yote, usitumie madawa, usitumie uzembe kiusitumie chochote, usiende kufanya ukata utumbo. Ni kila kitu kwa kufanya mazoezi okay, kwa kula vyakula halisi na kuzingatia misingi, vitu vya msingi, nini cha kufanya, tusiache nature Mr. Ommy, mambo vipi? Fresh habari za asubuhi. Mimi nakusalimia bwana wangu, endelea sana kutusaidia. Kazi yako ngumu sana, unaifanya Mr. Ommy. Tena ngumu sana kumwelesha mtu mpaka akaelewa. Pagumu sana bwana wangu. Ila kila mtu tu tunakuwa namwambia kila mtu, na njia yake, mimi njia yangu sahihi. Lakini sasa hivi niko vizuri, ila kazi yako ngumu sana, waswahili wagumu sana kuelewa. sio sahihi, sahihi atajibeba mwenyewe. Mimi nakushukuru sana Naendelea vizuri na kwaweza Mwenyezi Mungu nitazidi kuwa vizuri, maana hiyo ndio njia yangu sahihi niliyochagua. Kwa kupitia wewe nafanya mazoezi, kula vyakula vizuri, naendelea kupambana na maisha yangu. Kwa kweli, matokeo nimeyaona kwa kila upande. Asubuhi njema.